napenda kukuza vitu eh? Maya, wewe sasa hivi unavaa nguo za kiume. Konda kuniambia kila nguo yangu mu ndani unaijua si ndio? Ile ni singeli yangu bwana. Kwa hiyo unataka so kuniambia mimi Maya sioni, au macho yangu yamezeeka? Hii nguo si ya mwanaume kabisa. Hii humu ndani, sisi tunaishi na mwanaume humu ndani. hii nguo hii si ya mwanaume kabisa hii. Dada, hii nguo tasta kiki tunavaa, mimi bwana anavaaga juu anavaa yes. Ndani hivi hii bwana, dada ya kiume, mbo angalie ya kiume hiyo. Maya endelea. Ila nataka nikwambie hivi nitajua kila kitu kinachoendelea humo ndani. Si unaelewa? Penzi. Ah, asante za utokapo. <laughs> Asante ila sijue. Mpenzi wangu umeshindaje hapa nyumbani? Namshukuru mm, Mungu nimeshinda salama. <laughs> <laughs> Na nakusubiria tu wewe sawa. Nashukuru kusikia hivyo. mm -hmm. Ila tu baby, mm -hmm. nadhani mwenyewe unaelewa hii hali ambayo tuko nayo hivi sasa, ndani ya siku mbili hizi tatu. mm -hmm. Unajua, maelewano yanapokuwepo ndani ya nyumba, basi kila kitu kinakuwa chepesi. yeah. hmm. ila tu nisamehe kwa yote, kwa kuchelewa kukuambia, kwa nilibahatika kupata kazi kweli mimi <laughs> kweli sayanini ni mudangani Yani, baby, ongera sana sana, yani moyo eh, mwangu na furaha, yani nimekufurahia kutoka moyoni kweli. Basi nikwambie kitu. Mwenyezi Mungu akusimamie kila unapotoa mguu wako hapa nyumbani kwenda kazini, awe na wewe maneno haya ndo ambayo unapenda kuyasikia yakitoka katika kinywa chako na kunifikia mimi. <laughs> Usijali kanuwangu niko pamoja na wewe kwenye hii safari mm. Umepata kazi gani na ni wapi? Usiwe na haraka. <laughs> Muda utafika nitakwambia tu ni kazi gani bwana. Oh, bebi. <laughs> bwana Unajua ni mimi na furaha hapa kwao, niko nataka nijue kila kitu hii, nijue mimi majukumu yangu ya kesho asubuhi, nakupasia nguo gani na kuandalia kiatu gani. Natamani kwambiaje, vitu vingine havihitaji haraka, sababu hata katika kuipata hii kazi tulitumia muda mrefu. Basi kwa sasa hivi wewe angalia tu, mume watatoka na kurudi jioni. Narudi vipi? <laughs> Unajua mama anakuja pale nyumbani, kwa hiyo swala la wewe tena kuja pale kidogo ungestop, maana unaweza ukaja, alafu akatokea mambo mengine. Kwa hiyo swala kuja pale kidogo kwanza ungestopisha, huoni nangu mimi na wewe atakua anapungua taratibu? Hapana, unajua mi pale namke, kwa hiyo utapokuja pale alafu na mama yule anamjua kidogo, taleta shida lakini mimi ni kuondoa wasiwasi. Mimi nitaandaa siku nzuri nitamwambia mama kuhusu ni nani wangu. Kwa sababu mama mimi ni ananiamini na ananipenda na ananisikiliza. Kwao nitakachomwambia kuhusu wewe ataelewa. Sawa. So. Sawa. So. Wala usijali. Unajua mimi ni wapi tunakutana? Loji tutapanga, tutaenda tutaenjoy. Alafu kingine mama na yule mwanamke awapatani, awaelewani hata kidogo. Kwanza mamangu atampendi yule mwanamke. Kwa kwenye kutambulisha wewe wala usijali, mimi najua mamangu ananisikiliza na natenelewa, nitakutambulisha wewe. Nafurahi kusikia hivyo bwana. Ndo umeenda husikulawa tutaenda tu kulala wala usijae, mm. Ila unajua nini bebi, hivi mm. Sasa ndo naona yale matunda ambayo ulikuwa ukinisii muda mm. wote, kwa bebi, tafuta hela, tafuta hela sasa hivi mm. ndo najionea sasa <laughs> yani, baby. Kuna mda ulikuwa unaniona labda kama mimi hapa kiburi nafanya makusudi, lakini hapana, ilikuwa ni kwa faida yako. Kuna mda mwingine mimi sipendi vitu vizuri vikupite, hasa wewe ni mwanaume wangu kwa mimi hapa. Kiukweli kwa sasa hivi sitaki maneno, nachotaka sasa hivi ni vitendo tu.

Aki iyo rafiki yangu naenda wapi? yaani yani Tiwe, acha tu hivi. Ushaikuwa na mtu kwenye maisha yako, yaani yeye yupo kwa ajili ya kuvuruga tu, kwa ajili ya kukuharibia siku, yani yeye yupo kwa ajili ya, ya kukuharibia siku zako tu? Ushaikuwa na mtu hivi? inatokea hiyo, rafiki yangu. kwani vipi? Eh. yaani pale nyumbani mdogo wangu yani ni kichefuchefu yani mpaka nimechoka sasa. Jaki, unamchokaje una ndugu yako? Unamchoka ndugu yako tena, mdogo wako unamchoka kweli? Haya, nao watu wengine wafanyaje, wamfuje yule? Pale ni mdogo wako, ukiona hayuko sawa ndio unatakiwa umweke kwenye mstari. Rafiki yangu yani, Ti, huwezi amini hapa ninapokuambia hivi, nimetoka saluni mtu hayupo, naenda nyumbani kumtafuta hasa. Mimi kila siku nitakuwa nashindia kumwangaikia yeye? Kitu unachoshindwa kuelewa naye anahitaji uhuru wake. Kuna muda unaishi naye, ndio ni mdogo wako, lakini kuna muda anahitaji afanye mambo yake. Sasa uhuru anaupata muda gani? Weja kibwana, mbwache mambo yako. <laughs> Hey, yani mimi mpaka nachoka hata anafanyaje, yaani ukimwelekeza anakwambia unamnyanyasa, anaenda kuambia mpaka majirani na mnyanyasa. Lakini eh, acha mimi niende. Haya, poa rafiki yangu, yote nilimpa eh. Ulimpeleka mpaka polisi. Nilimpeleka kila sehemu. Si unanijua mimi? Haya asante, haya asante. Mwanangu. Shikamoo. Marahaba, hujambo. Sijambo, karibu sana. Nakuona mama angu, hujambo jambo. Mm. Yani, mama, unazidi mm, kung'aa tu, hujatoka mkoani mm. <laughs> nanga no, no, wakati nimechujuka hivi niko hivi, jamani, nilivumbi <laughs> <laughs> <laughs> mama aakuja <laughs> kwa <wuka> mguu <laughs> ah. <laughs> karibu sana mama <laughs> mke wangu, hivi ule mzigo, jamani, kuja kuchukua hapa eh, aliofuata. Ah, sawa. Ah, yani mama, yani unazidi kung'aa tu <laughs> bwana mideko huyo, bwana mideko Yaani anadeka kwa sababu yuko peke yake, basi atapata mdogo wake. Yaani mama, bora umekuja, maana nyumba itachangamka changamka. Nyumba ilikuwa imepoa hii eh, eh, kitachangamka na huyo bikibiriti akija, huyo patakuwa hapatoshi. Karibu sana kwa kweli, karibia mwanangu. Imane mwanangu. Na mama, huyu mwanamke humu ndani hata simwelewi, nishindwa hata kuishi naye. Kwa nini mama? Ah, mtu ananuna nuna tu hacheki haongei, yaani mpaka naogopa kushinda naye humu ndani. Yaani naomba Mungu tu hizo siku zisogee ajifungue tu niondoke, nimechoka mama. Mi nataka uwe na amani hapa ndani, chochote unachokiona ambacho ukipendi humu ndani Niambie mimi mwanao, nipo kwa ajili yako, sitaki uteseke eh? Kuwa free mama, ukae na amani ndio. Ah, hivyo nakupa taarifa sasa, nashindwa sina hata amani mama. Mimi nipo kwa ajili yako, na hapa ni nyumbani kwako wewe, umekuja kwa mwanao, ili furahi. Sasa tabu zote za nini? Chochote nachokiona wewe ambacho hujakipenda niambie mimi, nipo mama. Mama be, mwanangu tayari nishakuandalia chumba chako, unaweza kuenda kupumzika eh. Asante sana mamangu. Mwanangu mtoto, watu mzuri sana huyu, mama yake kafundisha bwana <laughs> kashika mafunzo ya mama. Asante sana. Hongera sana mwanangu eh. Haya mama, ngoja mimi nikapumzike. Haya mama, kapumzike. Nakutakia usiku mwema. Na wewe pia mwanangu, usiku mwema. Unaona ni sio mwanamke akili kichwani mwako, umenielewa? na ukiendelea naye huyu na kuachia razi, sawa, hamna kitu. Mama niachie mimi, mimi ndo Simon. Unanijua walo sijali kusikia Dada, vipi mbona unakuwa huyu makini barabarani mnakuja kutusababishia matatizo sisi? Eh, jaribu kuwa makini dada yangu. Si tuko kazini bwana. Kuwa makini sana unapokuwa barabarani ni hatari. Prince. Prince. Prince. Naomba kuongea na wewe. Sasa unafuatilia maisha yangu ya nini? Kama unataka kuniua si uniue? Unanifuatilia maisha yangu ya nini, Pronsi? Nimechoka. Nahitaji kuongea na wewe. Kweli unastahili kifo, lakini sio kwa namna hii. Mbona kaolewa? Mbona kaolewa? <laughs> Yani dada wangu leo hujuji siga ni moyo wangu, ninafurahi. Yaani sinikapiaji yani, tamani furaha yangu nikuambukizee ufurahi kama nilivyofurahi, yani uchangamke kama nilivyochangamka mimi leo. Dada. <laughs> uwezi amini shemeji lako lela taifa la dunia nzima chi, baba wangu anipeleka kunitambulisha kwao, tena sio kwao tu, kwa mama yake mzazi, naenda kutambulishwa hapo. Harusi tunayo na tunatamba nayo umu tu hasa. Kwa nini ufurahi hivi, Maya? Una akili timamu kabisa wewe? Yaani, ubongo wako unafanya kazi vizuri? hapo ndo napokuwazanaga mimi na wewe yani, hapo tu yani kabisa. Unatoka huko eti unaimba, unachekelea, unakuja kuniambia unaolewa na mme wa mtu. Maya, ngoja nikwambie kitu sasa hivi. Wewe unamtoa yule mke wa mtu, anatoka kwa ajili yako ili wewe uingie, lakini ukumbuke sasa na wewe ipo siku utatolewa ili mwanamke mwingine aingie. Hiyo haiwezekani hata siku moja. Na kama ndo maombi yako wewe, mimi nikiolewa na ule bwana nitolewe kama alivyotoka mwenzangu, hiyo sahau dada. Kama dada, ni namba umepiga ambayo sio, sio kwa yule kaka. Hivi dada, labda nikuulize swali, yaani mimi ilipi nitakalifanya liwe jema Yani kwako wewe litakalokupendeza likakufurahisha, yani ni kitu gani dada? Jambo zuri hili jambo la heri. Pia unataka kunisapoti au wewe ni adui yangu? Ni kusapoti kuolewa na mume wa mtu? Dada, jambo la heri hili, wengine wanalilia ndoa hizi. Mume wa mtu ni kusupport? Mimi maya <todak> hiyo akili na hisi inatumia sio yako Huenda sio akili zako timamu. Ungekuwa uko sawa, nadhani ungekuwa unanielewa ninachokiongea. Ene, siwezi kupingana na maamuzi yako, hicho ya ulichoamua. Kama unaona kwako kinafaa, basi endelea nacho. Samani, nimeanza kufika kabla yako mwenyewe. Ndio umekuja kuniua au? Wow. Huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema, nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. Ulinisini we mtulivu, leo imekuwa ni hasara kwangu